Mgodi wa dhahabu wa Geita kwa kushirikiana na Takukuru tumeandaa warsha au mafunzo kwa ajili ya kuelimisha jamii na wadau wetu mbalimbali kuhusiana na masuala ya rushwa, na lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunakemea, tunapinga na kuzuia viashiria na vitendo vyote vya rushwa katika mkoa wetu wa Geita. Kwa hiyo tuliandaa mafunzo hususan kwa serikali ya mkoa wetu wa Geita, lakini vile vile katika halmashauri zetu mbili, manispaa ya mji wa Geita lakini vile vile halmashauri ya wilaya Geita. Vile vile tuliwaalika wanasiasa, viongozi wa dini, wakandarasi ambao tunafanya nao kazi sisi kama kampuni, lakini vile vile wadau wote wa maendeleo, vyombo vya habari, wanafunzi na wananchi wengine eh, ambao wanashughulika na value chain, ule mnyororo mzima ambao sisi kampuni ya Geita tunaufanya hapa kwao lengo kuu kama nilivyosema mwanzoni ni kukuza uelewa, lakini vile vile e, kwenye masuala ya rushwa, lakini vile vile ni kuwaonyesha wadau wetu maeneo ambayo yana viashiria vya rushwa ili waweze kutoa taarifa sasa kwa TAKUKURU, lakini vile vile kwenye mfumo wetu ya kam, ndani ya kampuni. Kama mnavyoelewa Geita Gold Mining ni mdao mkubwa sana wa maendeleo. Ukiangalia hii e, biashara yetu tunayoifanya inachangia kwa kiasi kikubwa sana katika uchumi wa taifa letu, lakini vile vile katika uchumi wa mkoa wetu wa Geita. Sasa biashara tunayoifanya inahusisha manunuzi mengi, naongelea kwa mwaka manunuzi zaidi ya dola milioni 300, lakini vile kwa karibia dola milioni 400. sasa manunuzi hayo kama hayatasimamiwa na kama hayatafuata taratibu za ndani ya nchi, lakini vile vile za kampuni nafikiri ni eneo ambalo usipoliwekea macho linaweza likawa na vishawishi vikubwa na, vika, na vitendo vikubwa vya rushwa. Kwa hiyo sisi tunataka tulitaka kuwaonyesha wadau wetu ambao ni serikali, wafanyabiashara, lakini vile vile viongozi wa kisiasa, viongozi wa dini, wananchi kwa ujumla, ni jinsi gani mifumo yetu iko robust katika kuhakikisha kwamba inazuia viashiria vyote vya rushwa

Lengo ni kuhakikisha kwamba biashara yetu inakuwa salama. Kama mnavyoelewa, kampuni yetu sasa hivi imesajiliwa kwenye New York Stock Exchange na London. Kwa hiyo bila kuwa bila kufuata kanuni, taratibu na sheria mbalimbali basi tunaweza tuka siku moja tukaamka hapa tukamshangaa mgodi umefilisika, mgodi umefungwa na tukashindwa kufanya biashara. Kwa hiyo rushwa ni real. Ipo ndani yetu katika jamii zetu, kwa serikali, wadau wa maendeleo, investors, wananchi, viongozi wa dini, wote tuna jukumu la kutoa elimu lakini vile vile kuhamasisha wananchi tuweze kuacha vitendo vya rushwa. Sasa shughuli yetu haishii hapa ya jana na leo tumefanya kwa wale wadau ambao nimewaelezea, lakini kuanzia wiki inayokuja tutafanya katika mitaa na vijiji vyote ambavyo vinazunguka mgodi, tutaenda kutoa elimu kwa wananchi waweze kuelewa mikakati yetu sisi pamoja na serikali katika kupinga rushwa. Basi wakishapata ufahamu, watakuwa wanatoa na wenyewe taarifa mbalimbali wanapoona vitendo vya, vinavyoashiria rushwa. Basi tuta biashara yetu itakuwa salama, lakini vile vile wananchi watakuwa salama na serikali yetu itakuwa salama. Serikali ikiwa salama, itavutia pia wawekezaji wengi kuja kuwekeza, maanake wanajua wanakuja kuwekeza kwenye nchi ambayo haina vitendo vya rushwa, kwa hiyo biashara zao zitakuwa salama.